Nam, hujambo na karibu ndani ya Alhuda TV Burundi. Mimi ni Hamza Mahane. Kwa mara nyingine tena tunakutana hapa katika studio zetu, na mara nyingi sana tukikutana katika studio zetu hapa, basi hujue kuna matukio ambayo tunaenda kuiongelea katika nchi yetu hii ya Burundi. Leo nitakuwa naye mgeni rasmi kutoka mbali kabisa katika nchi ya South Africa, Cape Town, lakini pia ni mwanaharakati mbalimbali, na nitatamani sana nyinyi ambaye mnayetaka leo kumtazama na kuweza kumwona, nikuombe kwanza, kama ndo mara yako ya kwanza una subscribe channel yetu basi ungana nasi, na kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukajiunga ili tuwe pamoja katika topic ya mada na kuja kuisema hapa. Namtambulisha kwenu mgeni wetu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa wa Namkaka, karibu ndani ya Alhuda TV Burundi. Wanaokutazama wa wangetamani kukufahamu zaidi, unaitwa nani? Pengine kwa majina na harakati zako, hata dakika mbili zitatu nafasi ya kujitambulisha. Mimi kwa jina naitwa eh, Eh, South Africa Cape Town. Na kwa hapa Burundi mimi ni mzawa, nimezaliwa Buyenzi barabara ya kumi na mbili namba arobaini na tisa. Hmm, ndiyo nyumbani kabisa, na nimekuja hapa kimatembezi na ni mmoja katika wanaharakati mashuhuri katika eh, kutangaza Uislamu ndani na nje ya nchi E, na pia vile vile hususan katika kundi dawa ndio ilikuwa maskani, yani ndio ilikuwa kama vile harakati ambazo tulizoziendeza za kidini e, hmm, miaka hiyo wakati bado e, Uislamu bado ukiwa na matatizo ya ku uh, ya kuwa na baadhi ya makundi potovu ambayo yalikuwa yakichangia katika njia moja ama nyingine kuharibu eh, jamii ya Kiislamu. Ni umeelezea, ni kweli jamii, namna ulivyoiacha Burundi kwa muda wa miaka mingi na umerejea, unahisi kwamba bado jamii yetu iko pale pale, imepiga hatua au maadili yanazidi kupotea? Kwa kweli ni masikitiko tu, niseme kwamba maadili ya aidha jamii niliyoiacha miaka hiyo na jinsi nimeikuta kwa kweli nimekuta mambo mengi sana ambayo eh, jamii imeweza kupoteza, hususan katika msimamo wa dini na na maendeleo kwa ujumla. Naam daktari, tuingie sa kwenye pointi yangu ambayo wanaotutazama wengi hapa natamani tut, tutizame hapo jamii katika vitu ambavyo iliweza kupoteza. Yuko mtu mmoja katika komenti hapa ameandika kipindi tunafungua au nimeshiriki katika uzinduzi wa wa msikiti ambao ameusimamia ndugu yangu Ismaili Gogos, akawa ameandika kwamba, uh, wakati rais Ibrahim Traore alikataa kujengewa misikiti katika utawala wake pale katika Burkina Faso pale na imani kwamba Ibrahim Traore, ambaye ni rais wa Burkina Faso, anafahamika sana ilipoomba ombi la Saudia kuweza kujenga zaidi ya misikiti mia sita pale yeye amekataa na kuomba kwa kwamba walete vitega uchumi maendeleo Huyu jamaa anasema rais amekataa, Ibrahim Traore, kwamba asijengewe misikiti zaidi ya mia sita, lakini anashangaa kuona Burundi wao wanapambana katika kujenga misikiti. Unahisi kwamba maendeleo ni kuwa na misikiti mingi au kuwa na vitega uchumi? Na shukran sana, swali hili lizuri kwa kweli, nilifata komenti hiyo na mi ni mmoja miongoni mwa wale ambao nili niliunga mkono uamuzi wa rais Ibrahim Traore wa Mali. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba eh, kujenga misikiti mingi pasina kuwa vitega uchumi pasina kuwa maendeleo ndani ya nchi hilo ni jambo ambalo kiakili haliingii. ya licha ya kujenga misikiti watu walitakiwa wajenge mazaanati, wajenge shule, wajenge eh, wafungue kampuni ambazo Waislamu na jamii nzima ya Kiislamu watapata ajira, na ndiyo maendeleo yatapatikana katika jamii yetu hii ya Kiislamu. Unahisi kwamba nani ambaye anaweza akaleta hayo maendeleo katika, katika jamii? Naam, shukrani sana kwa swali nzuri. Ni kwamba moja kwa moja nielekee katika uongozi, viongozi ambao waliokuwa katika ngazi za juu, ndio itakuwa chanzo cha wao kuleta maendeleo ikiwa kwamba viongozi wanaona wale waliokuwa katika hali ya chini wanajitahidi kadri ya uwezo kufanya jitihada za, za kupita huku na kule kwa minajili ya kufungua umma kuwaingiza fikra ambazo ni za kimaendeleo na kuweza kuendeleza jamii, bila shaka viongozi waliokuwa katika ngazi za juu hususan pia vilevile na mashehe maimamu ma wana mchango mkubwa ambao wanaweza kutoa kwa minajili ya kuweza kuendeleza jamii. Mnaotutazama kupitia Alhuda TV Burundi, chini ya comment unaweza ukachangia mada hapa. Mimi natamani kufahamu ili tupate maendeleo. Misikiti imekuwa mingi alhamdulillah, watu, ibada inaendelea, haswa hususan katika mji mkuu wa Bujumbura, lakini tunatamani sasa kusikiliza maendeleo. Ndio mgeni wetu yuko hapa, natamani ayajibu ya baadhi ya maswali ambayo ya mwanzo ameelezea, mimi hapa narejea tena kwako, ili ionekane kwamba Burundi tuna maendeleo, yani hata mtu akichungulia, nasema mashaallah, Burundi imepiga hatua kwenye maendeleo. Ni wasomi wa dini kuwa wengi, au ni wa vijana kujizatiti katika kupambana ili kukuza uchumi? Nini katika mtazamo wako? na kwa hili ni kwamba vijana ndio kujidhatiti katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo. Lakini sasa tukitazama jamii yetu hii ya Burundi, wapo baadhi ya watu ambao wana uwezo wa kuwawezesha vijana kuweza kupiga hatua katika kuleta maendeleo, lakini watu hao ndio hawapatikani, licha ya kuwa uwezo wanao na jitihada wanaziona na mambo mengi ambayo jamii hususan kwa vijana ambao ni wanaharakati, wanajituma usiku na mchana kwa minajili ya kutafuta maendeleo ya nchi, lakini wamekosa uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao waliokuwa katika ngazi za juu kutoka katika e, mashehe ambao wana alhamdulillah wana taasisi mbalimbali mbali, kutoka katika maimamu ambao wana E, wana uwezo fulani katika njia moja ama nyingine, pia vile vile kutoa mchango wao katika jamii ili Uislamu uweze kusonga mbele, na hata pia vile vile watu kuweza kutoka katika ujinga na kuingia e, katika nuru. Licha ya kuwa wasomi kuwa wengi, hili halionyeshi kwamba ndiyo maendeleo ya, ya jamii ya Kiislamu. Wasomi kuwa wengi halimaanishi kwamba jamii ya Kiislamu imeenda mbele, isipokuwa ndiyo tunazidi kurudi nyuma, baada ya malumbano ya hapa na pale, migogoro ya hapa na pale. Ndiyo maana Uislamu na jamii nzima ya Kiislamu haiwezi kusonga mbele, hapo hapo kwenye baadhi ya mashehe ambao pengine wana uwezo, wanaweza wakaleta waka uchumi. Mimi ni kurejeshe kwanza, uitazame hiyo video clip. Katika kipindi cha nyuma tulikuwa tumetembelea hapo Gihanga, tumemkuta moja katika kina kinamama wa tukaduhura ni bibazo byinshi hari abadashoboye hari abadafise inkuze hari abadafise ubushobozi bwo kuntu bwo kwiyungunganya hariho nabandi babinalalamika wako na shirahamwe lakini wanachukua mikopo kwa shirika ambazo zinatoa faida kubwa, yani wanatoa kwa riba. Yani ukichukua milioni mbili labda unalipa milioni mbili na nusu tena kwa muda mchache. Hao Waislamu wamelalamika kuwaomba hao baadhi ambao tuliwazungumza kwamba pengine wana uwezo wanaweza wakainua jamii ya kiislamu katika nchi yetu ya, ya, ya Burundi wanasema hivi hakuna benki ya kiislamu ambayo inaweza ikawakopa hakuna matajiri wa kiislamu ambao wanaweza wakawekeza pesa zao na wakazitumia ili jamii ya kiislamu kuna watu ambao vijana wanatamani wapate mikopo ili wajikwamue katika kimaisha ndio maana leo unaona wanakimbia una kwa Wakristo wanakimbia hapa na pale nini mtazamo wako katika hilo? E, mtazamo wangu kwa hilo ni kwamba mmoja katika mambo ambayo hatustahiki kabisa kuyafanya, na hili hili jambo imekuwa ni kasumba katika jamii za Kiislamu, watu kukimbilia kuzitoa lawama na kupeperusha mitandaoni kumzagaza, mtu kafanya hivi kina kile, bila wao kum, kumfes muhusika, yani kumsogelea muhusika na kumuuliza ilikuwaje mpaka wewe kufikia kufanya kitu kama hicho. Hili ni jambo ambalo jamii yetu ya Kiislamu leo imeharibika kiasi kikubwa ambacho tumekikuta katika baadhi ya mashehe wanazo hizo tabia, baadhi ya viongozi wa mataasisi wanazo hizo tabia. Kukimbilia kutupa lawama mbele haimaanishi kwamba ndio unataka kujenga kile kitu ili ukitoe katika ile sura, ukiweke katika sura nyingine. Hmm. Lakini ikiwa kwamba utamfikia muhusika ambaye ndio e, muhusika mkuu ambaye ndio chanzo cha wewe kuzitupa lawama, ukazungumza naye na kuweza kuelekezana, mkazungumza moja mbili tatu, na imani muafaka utapatikana, na jambo kama hilo haliwezi tena kujirejea bado sisi tunaendelea kuchimba kiundani zaidi, ili tuone kwamba maendeleo yanaweza yakakuja, haswa nikitetea wale ambao wana ndoto zao, vipaji vyao, harakati zao ambazo tunaona Burundi, ili ipapatikane msaada. Msaada ni wa aina mbili. Msaada wa kwanza ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao watu, mashirika mengi anatoa iftari kwa sana, yani utasikia msikiti fulani wanafuturisha, sijui shirika fulani linatoa iftari pamoja na laidi kubwa ambayo iko mbele yetu, ndo watu watatoa nyama, wengine watatoa maji yetu, wengine wataenda sijui msikiti fulani. Hizi nguvu za kutukusanyia futari, hizi nguvu za kutukusanyia nyama, kama zingelitumika nguvu hizi hizi hapa katika kulijenga jambo ambalo linaweza likakuwa lenye manufaa kwa jamii, ningetamani kwako kulijenga ile swali langu vizuri. Ningetamani wewe kwa mtazamo wako, kitu ambacho unaweza kuwaambia Waislamu nini kitengenezwe kwa nguvu za ushirikiano ili vijana wengi waokote kupitia kazi au kupitia kitu ambacho chenye kuwabeba kwenye maendeleo. Na shukrani sana kwa kweli, niseme tu kwamba pamoja na kuufanya hayo yote, ni kwamba jamii haiwezi kufikia kwenye maendeleo hmm, kwa sababu msaada ambao unaotolewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani aidha ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja haujatosha kuthibitisha kwamba hawa ambao tunawasaidia kesho ndiyo tutakuwa tumewamalizia matatizo yao. Kumbe jambo la msingi ambalo linalohitajika ni uongozi ambao uliokuwa ukihusika katika njia moja ama nyingine, kutoa hiyo misaada, wakajifikiria ni mkakati gani ambao wanaweza kufanya ili kuweza kuwa, eh, kuwaziwia Waislamu kutokuwa wanasaidiwa katika miezi hiyo miwili ya mwezi wa Ramadhani na mwezi mtukufu wa Dhulhija. Kumbe wanaweza wakafungua kitu, ikafunguliwa kama ni kampuni, aidha ikafunguliwa kama ni biashara ambayo itakayofanywa na wale ambao wanaosaidiwa, ili waweze kupata ajira, wawe wanajikwamua wao wenye kimaisha, na wao wawe kesho waweze kusaidia wengine. Hili ndilo jambo la msingi ambalo tunaomba liweze kutendeka katika jamii yetu ya Kiislamu unayenifatilia bado na wao unao nafasi ya kutia maoni yako. Nia na lengo letu katika mada yetu ambayo tunaelekea kuifungia mwishoni, nini ambacho jamii ifanye? Nini ambacho mashehe wafanye? Kwa sababu mimi naweza nikatoa rai, wewe ukatoa rai, lakini kama hawa viongozi aliowazungumza ndugu yangu kutoka South Africa hawaja inuka kusema kwamba tunafanya, kwa sababu mbeleni hapa tarehe ishirini na nane maujaji wanakwenda wanakwenda, um, hija, wanakwenda hija, wanakwenda lakini, ukiangalia kuna hamasa za mashehe ambao wamefanya jitihada juhudi, watu walitoa pesa kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya hija. Alhamdulillah, ni moja katika nguzo tano za Uislamu na kwa mwenye uwezo pia ni jukumu lake hili kulitekeleza. Natamani hapa, hapa katika kulifunga jambo letu, ili tuingie katika conclusion yetu ya mwisho Ukiingia pale mjini Markas kuna ombaomba wako pale wengi sana Ijumaa, waombaomba wa Kiislamu, na kama haitoshi kuna wale wengine ambao ni walemavu. Wao wanakupatia viato, wanakuhifadhia viato vyako, wanalipa wana, inatosha kwamba hawa ndio ajira yao, au matajiri ambao wanafika na kuwaona, mtu unamkabidhi viato, labda pengine mfasha unampa mia tano mia sita. Bado kwetu hatujaona kwa kama hii ni aibu ambayo tunaweza tukaikosoa. Ndiyo hapo tunarudi tena kule kule, kwa sababu ya uongozi kuto kuchukua majukumu ambayo yanaweza kuleta maendeleo katika jamii. Ndiyo maana mambo kama haya yanajitokeza. Awali tulikuwa tukipiga kelele usiku na mchana, ushirikiano wa mashehe kuwa kitu kimoja. Hili ni jambo ambalo kiuhalisia lipo ndani ya midomo ya baadhi lakini hususan kivitendo ni kwamba hakuna hmm, ule umoja ambao tuna uhitaji wa mashehe na maimamu na maustazi, ni kwamba umoja huu hakuna. Lau kama tungelikuwa na umoja kabisa, na tukawa na uongozi ambao tunauamini, uongozi ambao unaojituma, wangeweza kukaa chini na kuweza kutathmini masuala kama haya ambayo tunayaona katika jamii ya Kiislamu hususan, katika wale ambao waliokuwa na maisha duni na imani kwamba hili swala, endapo uongozi ukalichukulia hatua, na imani kwamba haya hayawezi kutokea, na ndio maana kila siku tunaendelea kupiga kelele misikitini, barabarani, mitandaoni kwa sababu ya ile kutokuwa na ule umoja na kutokuwa na mikakati madhubuti ya kuweza kuangalia baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukayatengeneza tukaya na jamii tukawa tumeitoa katika matatizo na kuiweka katika sehemu eh, sahihi iliyokuwa nzuri. Hapo hapo kwenye umoja tumezibakiza kama dakika tano kwenye nafasi hiyo ya, ya umoja, hauoni kwamba tayari katika umoja wa maimamu au mashehe kwenye midomo kama unavyosema tuko kitu kimoja, lakini tayari safari ishagawika. Kuna wamoja wanasema kwamba hakuna umoja wa mtu wa sunna na mtu wa bidha hapa pameingia kazi kubwa sana, ambayo tayari kuna mpasuko. Huyu ni mtu wa bida, huyu ni mtu wa suna, huyu sijui mimani haji salafi, huyu sijui nini. Unahisi kwamba kutatengenezwa umoja ambao utakuwa na mchanganyiko wa watu wote? E, kwa kweli niseme kwamba hiyo ni sumu ambayo imesha tapakaa katika jamii, na haiwezekani kamwe kuwa na umoja kwa kauli hizi ambazo zipo midomoni mwa baadhi ya mashehe. Na hizi kauli hizi kusema kwamba umbidiishe, huyu ni mtu wa bida na huyu sio mtu wa bida, huyu ni mtu wa suna huyu sio mtu wa suna. Hili ni tatizo ambalo, leo kama ushindwa kuwa na umoja, ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Ikiwa kwamba utamwona huyu ambaye anayejinasibu anaye kwamba ye ni mtu wa suna, lakini mwenyewe ukimtazama kimtazamo wa karibu utagundua kwamba naye pia vile vile ana mapungufu hmm. Na hakuna aliokuwa mkamilifu, sote tuna tuna mapungufu, na ndio ukamilifu wa binadamu. Ili uwite binadamu, lazima uwe na mapungufu. Lakini wako baadhi ya watu ambao leo wamejiweka kwamba wao ni maasum maasumini. Hmm, yani wao wako sahihi kabisa, kila wanalolifanya wapo sahihi. Kwa hiyo kumbe ilitakiwa kwamba kauli kama hizi kuweza kuziweka kando panapohitajika jambo la jamii kuiendeleza jamii, sisi wote tuchukue nguvu moja na msimamo mmoja, ili tuweze kuikwamua jamii, kuitoa kwenye matatizo na kuiweka kwenye sehemu nzuri. Tumalizie kwa maneno yako, tunahitaji sasa mambo kama matatu ambayo unaona, kwa haya matatu tukiyafanya, tunaweza tukafika kwenye hatua nzuri. Mambo matatu ambayo nimeomba, kwanza jambo la kwanza ambalo nitapendelea kulizungumza, nadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Mwenyezi Mungu haikhalifishi nafsi kwa uwezo alioipa. Jambo la kwanza ambalo nitakaloliomba ni sisi kuweza kuziweka nafsi zetu fasi moja. Hili ni jambo la kwanza, iwe kiongozi wa ngazi ya juu awe maamuma wa ngazi ya chini awe mtu wa kawaida asiyekuwa na thamani katika jamii, kwanza tuweze kuwa na nafsi nafsi zetu tuziweke fasi moja sawa. Endapo tutaziweka nafsi zetu fasi moja, bila shaka tutaondokewa na majanga na matatizo ambayo yanayotukuma. Jambo la pili, tuzidishe sana kuweza kuthaminiana kusapotiana katika njia moja ama nyingine, ili kuweza kuleta maendeleo. Jambo la kusapotiana limekuwa ni jambo ngumu sana, kiasi ambacho kila mtu anaweka maslahi yake mbele. Watu wameshindwa kushikana mkono, wameshindwa kusaidizana, na ndiyo maana unaona jamii ya Kiislamu inazidi kurudi nyuma badala ya kwenda ku, mbele. Hilo ni jambo la pili. Ama jambo la tatu ni sisi kuweza kurudia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu yoyote ile ambayo tunaiona ina kasoro, ina dosari, tusiwe wa kwanza kuweza kuzagaza mitandaoni na kuweza kutupa lawama na kuweza kutupiana matusi pasina kuwa na kuweza kutembeleana na kujuliana hali na kutafuta ule umoja na mshikamano ambao utakaoweza kuleta maendeleo ndani ya jamii. Kwa hiyo mambo haya matatu ndio ambayo nimeyaona bora kwa sisi kama Waislamu ili tuondokewe na matatizo ili tuondokewe na vurugu na migogoro na mtafaruku ambao ulioko katika jamii zetu za Kiislamu, lazima tuyatekeleze mambo haya matatu. Naam, tumefikia ni mwishoni hapa. Ndugu yangu kutoka South Africa amezungumza mambo matatu ambayo ni ya muhimu sana katika jamii, kama tutayatekeleza tunaweza tukavuka hatua moja kuenda katika hatua nyingine. Chini ya comment hapo, unaweza ukanambia ni shekhe gani katika viongozi aliyowataja hawa mashehe ungelitamani mimi niwatembelee niwaulize maswali gani, ambayo mkiyaona nikiyaweka hapo, anaweza shekhe akaibuka na tukapata mtazamo na sura iliyokuwa nzuri. Mimi popote mtakaponambia niandikie tu shekhe ambao unayemtaka hapo, ndamtafuta kwa jitihada zote maadamu wako kwa ajili ya kuutumikia Uislamu, hawatakosa kuja hapa kupitia Alhuda TV Burundi. mimi ni kushukuruni nyote ambao mnaendelea kutupa support, kutupa nguvu, kutusapoti, kutuombea dua hadi tumefikia hatua zote hizi nzuri mimi ni a Mahane, na ini, Al Huda TV Burundi. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongozo wa jamii.